Mtazamaji, siku tano baada ya kutekwa nyara kwa wanaharakati Bob Njagi na Nicholas Oyoo nchini Uganda, taarifa za waliko zimesalia finyu, huku wanaharakati wakiendelea kuitaka serikali kushughulikia suala hilo haraka iwezekanavyo, na wanaharakati hawa pia wakitaka bunge kutosalia kimya kuhusu dhuluma hizi kwenye himaya za Afrika Mashariki. Nam, haya yanajiri huku wizara ya mashauri ya kigeni ikisema kwamba ubalozi wa Kenya nchini Uganda umetwikwa jukumu la kushughulikia suala hilo, kama Gatete Njoroge anavyotuarika Njagi. Njagi. Ikiwa ni siku ya tano tangu kutekwa nyara kwa Bob Njagi na Nicholas Oyoo, wanaharakati kaunti ya Mombasa walijiunga na wenzio kupaza sauti kutaka wawili hao waachiliwe. Tunaambia Mudavadi the backstop with him. Tunaambia bunge letu la Kenya they must intervene. We want Bob Njagi arudi haraka iizotokanavyo akiwa safe. Vilevile tumeona kumekuwa na illegal rendition wa Kenya wakichukuliwa hapa hata 2010 Wakenya wakipelekwa Uganda, na serikali iko pale. you are being paid a salary what are you doing at the east african legislative assembly. our message is to the leaders, kenyans are being abducted left right and center and you are, you have normalized this. it will come a time when these crimes that you are trying to normalize are going to come to your doors. wanaharakati hawa wakisema iwapo hatua hazitachukuliwa Watalazimika kukita kambi nje ya ofisi za ubalozi wa Uganda kushinikiza waachiliwe. Of uh, dadake Oyoo Benta Ochieng kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook ameelezea namna kwa siku nne familia haijapata lepe la usingizi kufuatia tukio hilo. Benta akisema kamwe hawatachoka kuhakikisha amerejea nchini. Katibu wa wizara ya mashauri ya kigeni Korir Sing'oei kupitia mtandao wa X amesema ubalozi wa Kenya nchini Uganda unafuatilia matukio hayo na kusema wametuma barua kwa wizara ya kigeni Uganda kutaka taarifa ili waweze kuhakikisha wakenya hao wanawachiliwa na kurejeshwa nchini. Gatete Njoroge runinga ya Citizen.